Kadri hali ya siasa inavyozidi kuchachamaa nchini, viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza walitumia muda wao mwingi siku ya Jumamosi wakiwahutubia wakiwahutubia Wakenya katika maeneo mbalimbali ya nchi wakimlaumu vikali Rigathi Gachagua kwa kuendeleza siasa za ukabila na mgawanyiko. Na ndio kwa maana tunasema yule ambaye hataki amani Kenya hii shetani afanye nini? Hii Kenya ni ya watu wote na tutatoshea wote, lakini haitatoshea hata mtu mmoja mlafi. Alafu naambia sisi ati kwamba 2027 kutakuwa na vita Kenya hii. Sisi kama jamii ya mkisia hatutaki vita. Wakiongozwa na Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetang'ula katika harambee ya kuchangia shule ya upili ya Machogo PAG, eneo bunge la Bomachoge Chache, viongozi hao walimlaumu Gachagua kwa kupotosha mazungumzo ya kitaifa kwa maslahi binafsi. Tunataka siasa ya sera. Unataka kufanyia Wakenya nini? Kwingineko, naibu wa rais Kithure Kindiki na kikosi chake walihutubia wakazi wa eneo bunge la Bori, kaunti ya Meru, ambapo waliwaonya Wakenya kutoingia kwenye mtego wa uchochezi wa kisiasa. We will not allow a group of disgranted leaders who who have no vision, who have no no agenda for Kenya to incite an intergenerational divide in our country and weaponize one generation of our young people against other Kenyans. Hii serikali imesema hatutakubali tena vijana wetu wawe wanatumika na wanasiasa hati kupewa pesa kidogo wapigie wapinzani wao kelele. Lazima tuwatafutie kazi. Kindiki aidha alitetea mpango wa kitaifa wa kuwawezesha vijana, wanawake na wafanyi biashara wadogo wadogo, akisema kuwa ni hatua muhimu katika kupiga jeki maendeleo ya taifa. Kuna kazi ambayo ready tunatafuta kupitia kupitia affordable housing program, kupitia market construction program, lakini kuna kazi zingine ambazo ziko mtandaoni, ndio tunatengeneza ICT hub ama laboratori ya kompyuta ili tuweke kompyuta ya serikali, internet ya serikali, vijana waitumie for free kufanya e-commerce na kufanya biashara na kufanya kazi za kimitandao. Wakati huo huo, mjini Narok, msaidizi wa rais William Ruto Faruk Kibet pamoja na viongozi wengine wa Kenya Kwanza waliendeleza ujumbe wa umoja wakiwataka Wakenya kuweka mbele uzalendo badala ya ukabila. Ukabila iko na sumu tatu, iko na uchochezi, watu kupigana na watu kuweka chuki kwa maisha yao. Sisi tunaomba tuwe Wakenya, tukija hapa kufanyia wao vijana watano, tuwafanyie bila kuuliza ni wa Wamasai. Sisi hatuna ukabila sisi tutakuja pamoja tufanye kazi pamoja kama Wakenya. Serikali yetu ya Kenya kwanza ambaye inaongozwa na mheshimiwa William Ruto na naibu wake profesa Kithure Kindiki, sisi tutaendelea kufanya kazi katika kile kinachotazamiwa kuwa mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Rigathi Gachagua. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa siasa shirikishi zinazozingatia masuala muhimu ya taifa. Edwin Bogom, K24, saa moja.